Tutahakikisha tunashirikiana mimi na ninyi kufanya mambo yafuatayo. Tutaendelea kuiomba serikali kufanya maboresho ya miundombinu ya barabara na nyumba za watumishi katika shule yetu ya msingi Moka. Na hapa Matimba tutashirikiana kufanya kazi ya ukarabati na zahanati zetu pamoja na kuomba fedha za ujenzi wa zahanati mpya katika vijiji ambavyo havina kabisa zahanati. Tutahakikisha tunarejesha mawasiliano ya mtandao barabara ya Chikonji, Matimba na Ngaru hadi Milola. Sisi emoye tutachochea shughuli za michezo na burudani kwa vijana kwa kuendelea kugawa vifaa vya michezo na kushirikiana na kushiriki katika mashindano mbalimbali mbali ya kijimbo, hatimaye kikanda hadi kitaifa. Sisi zangu, kaka zangu, baba zangu na wadogo zangu, marafiki zangu, naomba mnichague mimi kwa ajili tuje tu tuje kusimamia maendeleo ya kata yetu ya Matimba, kwa sababu kila kilichokuwepo Matimba na kinachokuja mimi nakijua. Nitaendelea kumkumbusha mbunge, nitaendelea kukumbusha serikali kwenye baraza la madiwani ili tuendelee kupata maendeleo. Kazi kubwa ni kushirikiana na nyinyi katika kuwaletea wananchi hao maendeleo, na mimi niko tayari kumituma muda wowote na saa yote. Hatuna upinzani kwa maana hatuna chama cha upinzani, lakini wale jamaa wachache wachache wapo. Tuimezane kuanzia leo, nyumba kwa nyumba kitanda kwa kitanda shuka kwa shuka, tuhakikishe tunakumbushana kwamba ushindi wetu hautokuja kwa sababu hatuna mpinzani. Ushindi utakuja kwa sisi sote kwenda kupiga kura siku ya tarehe ishirini na tisa sumu narudia tena aion viongozi wetu wawili hawa walioko chini hawana mpinzani. Tarehe ishirini na tisa ikifika, kura yako ya kwanza kwa mama Samia suluhu Hassan usipate shida. Kura yako ya pili kwa mheshimiwa mbunge anayepita anayepital lakini tunahitaji kura yako ya ndio ili tuthibitishe ule usemi wetu mama Salma Kikwete mpaka aache mwenyewe. Lakini vile vile kwa kaka yetu Likandilo, Likandilo, kaka Likandilo na yeye anapita bila kupingwa, lakini tunahitaji kura yako ya ndio ili tumsukume kijana wetu, tumwambie, tumekukubali endelea mpaka 2055 akukute. Bwana tamba, CCM oye!